Maafisa wa polisi kutoka kituo cha Kigumo, kaunti ya Murang'a wamewazuilia washukiwa wanne baada ya dereva wa teksi kuwakabidhi mzigo wa mwili wa mwanamke mmoja aliyeuawa na kupakiwa kwenye begi. Hii ni baada ya mteja aliyekuwa anafaa kuchukua kukosa kujitokeza. Maafisa wa polisi walifungua begi hilo na kupata ni mwili wa mwanamke aliyeuawa na huku wakianzisha uchunguzi mara moja. Frida Okachi na taarifa hii. Dereva wa teksi anayetoa huduma za usafiri kwenye barabara ya Makomboki alifika kwenye kituo cha polisi cha Kagari Jumanne jioni kukabidhi polisi mzigo baada ya kumkosa mteja aliyetumwa kwake na ambaye alifaa kupokea. Kulingana na kamanda wa polisi katika kituo cha Kigumo, dereva huyo alikabidhiwa mzigo na mwanamume mmoja ambaye alimwomba ausafirishe hadi kituo cha magari aliweza kusimamishwa na mtu ambaye alikuwa nafikiri ni abiria na akampatia mzigo ambayo alimwelezea kwamba kuna mtu akifika kwa steji ya e, TNK ataweza kuchukua ndio aweze kusafirisha mbele. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu na kuulizia iwapo mwenye mzigo alifika na kukosa jibu, alifululiza hadi kwenye kituo cha polisi kuwafahamisha tukio hilo. Uzito wa mzigo huo ulizua shauku zaidi. Hapo ndipo maofisa wetu wa polisi waliweza kukagua na wakaweza kupata ya kwamba ni mwili ya binadamu ambaye ni mwanamke. Kufanya uchunguzi zaidi, tuliweza kupata ni mtu wa kutoka wapi. Polisi walimtambua marehemu, hali iliyopelekea watu kadhaa wakiwemo wanawe wawili, mumewe, jirani na dereva wa teksi kukamatwa. We are at the preliminary stage of our investigation and they are actually leading us, uh, to get the culprit. Mwili huo unahifadhiwa katika makafani hospitali ya AIC Githumu huku polisi wakifanya uchunguzi kubaini mazingira ya kifo hicho. Frida Okachi, NTV.